Kwa upande wa sayansi tunaendeleza vipi? Yako mambo mengi tunayafanya, lakini niseme Samia Scholarship, tulishafika mahali wanafunzi wakimaliza PCM form 6, ana aaa, anasema nilikuwa nasoma sayansi kuonyesha na uwezo, lakini mimi sitaki kwenda kusoma huko kwenye sayansi, bwana, nataka kasome commerce huko, kasome law ili ndio kuna hela huko. Sasa ili kuwarudisha wanasayansi wetu wazuri, vichwa vizuri virudi kwenye sayansi, tuliagizwa tutoe scholarship kwa mambo akishina watoto, mnawasomesha unaweza kutumia neno bure, yani hawalipi ha, -ha chochote kwenda kusoma vyuo vikuu. Maelekezo ayo alitoa rais wetu, tukachukua tukaomba bungeni fedha zikatoka, tukaamua kuita Samia scholarship na inatusaidia. Kwa hiyo kila mahali nikitembea sasa hivi watoto wanaosoma form one, wa, ah, mimi nataka kusoma sayansi ili nipate Samia scholarship, nipunguze mzigo kwa wazazi wetu. Kwa wao wanapata wanachotaka, na sisi tunapata wanasayansi walio mahiri zaidi. Sasa tumechukua Samia Scholarship extended tunapeleka watu wa kusoma mambo ya nyuklia nje watano, sasa hivi tunapeleka, lakini tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka kupitia Tume ya Nguvu za Atomi Tanzania katika nyie wote ambao mnastahili Samia Scholarship, mnataka kwenda kusoma nje, tuambieni, alafu sisi tu, tu, tu, tu, pengine tutachukua kati ya hamsini mpaka mia moja. Hiyo inaitwa Samia Scholarship extended on data science artificial intelligence and allied sciences. Tukishawapata wale mradi wakubali, watakaa takriban mwaka mmoja kuchelewa kwenda kusoma nje, tutaweka kambini. Kambi yenyewe ni Nelson Mandela African Institute of Technology one of the best campus hapa Tanzania. Watakaa pale watakuwa oriented na maisha, wasipate cultural shock wakienda nje. Watafundishwa uzalendo, ili Mkwawa ni nani eh? Karume ni nani, alipigania nini, Julius Nyerere ni nani, hata um, Simba vita, Kawawa ni nani, yote yaliyofanya watu waelewe nchi yao, kwenda kuitetea wakienda kusoma kule, wasisahau watafundishwa na language, lakini more important, digital literacy. Kuhakikisha kwamba kama amaliza form six ana AAA, hajagusa gusa computer, atajifunza, atapata statistics, atajua. Halafu wale kwanza kabisa tutawa-allocate kwenye scholarship ambazo zipo. Ndugu zangu, kuna scholarship Tanzania zipo, tunaletewa, hakuna Watanzania wanaenda. Romania, hapa, kuna scholarship. Hawaendi. Vijana hawa, wa familia za kawaida hawajui namna ya kuapply, wanapata shida kuapply mikopo wanapata shida ku apply masomo ya kusoma. Wengine ukimpiga anasema mimi nilikuwa jeketi nikaomba mjomba wangu anifanyia application kwa ile nafasi ya kuomba tu chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuomba mikopo inakuwa changamoto, sembuse kukaa na kuomba chuo kikuu Saudi Arabia, kwa mfano, Romania, Glasgow, Canada, Marekani. Kwa hiyo matokeo yake wachache wanapata hizo fursa ni watoto waliosoma international schools kwa wazazi wenye uwezo lakini vichwa bora vimegawanyika kote, wako watoto wa wazazi wenye uwezo vichwa bora kabisa, nchi yetu inabidi tuvipeleke vikasome, lakini wako wengi watoto wakulima na wafugaji hapa Tanzania ambao wanafaulu vizuri sana form six, lakini ile computer literacy ya kukaa kuingia online kuapply hawajakuwa nayo, kwa hawana fursa. Mtoto ametoka Tandaimba kule amelima korosho amesoma kwa bidii, anashindwa kwenda, anatoka Nkasi huko kwa hiyo sasa hivi tutawachukua, tuta tutawaweka, tutawasaidia kuapply scholarship, na sisi tunaongea na vile vyuo. Kwa hiyo ya kwanza kabisa, tuendeni kwenye vile vyuo mkasome, alafu fedha nyingine tutaziweka kwa ajili ya kupeleka sehemu nyingine.